Wilaya ya Muheza mkoani Tanga ni miongoni mwa wilaya ambazo zilikuwa na changamoto kubwa ya uhaba wa maji hapo zamani, lakini falsafa ya Rais Samia ya kumtua mama ndoo kichwani imeweza kuleta matokeo makubwa katika kipindi cha miaka minne ya awamu ya sita. Zainabu Abdalla ni mkuu wa wilaya ya Muheza, na hapa anaeleza jitihada ambayo serikali imeweza kufanya katika kutatua kero ya maji a miji ishirini na nane unatarajiwa kukamilika mwaka huu, lakini tuna mradi ule wa Tanga Uwasa green bond, ambao Tanga Uwasa wameweza kupata fedha bilioni hamsini na tatu kwa ajili ya kumaliza shida ya maji Tanga. Miradi hii mikubwa miwili itakapokamilika, hali ya upatikanaji wa maji mjini itakuwa ni asilimia mia moja. Kwa hiyo kwa mwaka huu tutavuka lengo la ilani kutoka asilimia tisini na tano kwenda asilimia mia moja lakini kwa vijijini sasa hivi tunatekeleza miradi mikubwa mitano ikiwemo mradi huu ambao hapa leo unauzindua mradi wa visima mia tisa nchi nzima. Kila jimbo Mheshimiwa Rais amepeleka visima vitano, na huu ni moja ya vile visima vitano ambavyo tunazindua siku ya leo lakini kuna mradi mkubwa wa Mizembe phase two, mradi wa maji Kigombe, mradi wa maji kwa Tango, mradi wa maji Mbomole Sakale. Hii miradi yote thamani yake ni bilioni 4.3. Itakapokamilika, hali ya upatikanaji wa maji vijijini itakuwa ni asilimia themanini na sita, hivyo tutakuwa tumevuka lengo la ilani ya Chama cha Mapinduzi. Wakala wa maji mijini na vijijini RUASA ndio wenye dhamana ya kusambaza miundombinu ya maji mijini na vijijini ambapo anaeleza mpango wa serikali wa uchimbaji wa visima mia tisa ulivyoweza kuleta furaha wilayani humo. Huu umefikia asilimia sabini na tano ya utekelezaji na kiasi cha shilingi laki moja na thelathini na saba laki sita themanini na sita mia nane tisini na tisa na senti hamsini na tano kimekwisha tumika, na utakapokamilika utanufaisha wananchi elfu tatu mia tisa na hamsini waliopo katika maeneo ya mradi. Mwenge wa Uhuru unapiga hodi wilayani Muheza kwa ajili ya kumulika miradi mbalimbali ya maendeleo, na hapa kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa, Ismaili Ali Usi, akatoa rai kwa wananchi wa Muheza. Miundombinu hii ya maji imejengwa kwa fedha nyingi. Serikali leo hii imewekeza fedha nyingi juu ya miundombinu hii. Mheshimiwa mbunge wakati anasema, anasema kwamba ndani ya jimbo lake tu ana visima zaidi ya vitano ambavyo kwa kweli vimetumia fedha nyingi hilo sio jambo dogo, na ni jambo la kumshukuru Mungu, lakini pia kumshukuru na yule ambaye amemwezesha kutekeleza hayo, kwa sababu leo hii serikali kupitia hayo tunajionea kwamba mambo mengi yameshakaa vizuri kwenye sekta hii ya maji. Na ndiyo maana Mwenge wa Uhuru, baba wa taifa wakati anauasha na kupandisha juu ya mlima Kilimanjaro, alikuwa na uhakika wa kuleta matumaini ambayo leo hii hapa Mkinga tumejionea, alikuwa na uhakika wa kuleta upendo ambao leo hii wananchi wa Mkinga wana upendo alikuwa na matumaini ya kwamba utaweka heshima kwa viongozi na wananchi wenyewe, na hapa leo hii heshima kubwa tumeiweka juu ya daktari Samia Suluhu Hassan. ahili husema kwenda kwa hisani hurudi hisani, kama ambavyo mbunge wa jimbo hilo Hamisi Mwijuma anavyothibitisha kauli hiyo. Mwaka elfu mbili na ishirini Muheza ulikuwa ukipita mjini, unakupishana na madumu mengi ya maji kuliko idadi ya binadamu, na sasa hivi hali hiyo imebadilika, hukutani na matatizo na malalamiko mengi kuhusu maji. Najua hatujayapata kwa asilimia mia moja, lakini hali inavyobashiri mpaka ikifika mwishoni mwa mwaka huu, hakutakuwa na malalamiko kabisa ya maji. Mama Samia oe, oye! Kwa hiyo nikuombe ndugu yangu usi mkitoka mkienda kukabidhi mwenge huu miongoni mwa salamu ambazo nakuomba umfikishie Mheshimiwa Rais ni kuhusu uwezo wake na jinsi ambavyo ametatua tatizo la maji hapa Muheza. Kati malengo ya serikali ni kuhakikisha ifikapo mwishoni mwa mwaka huu asilimia ya upatikanaji maji maeneo ya vijijini hiyo imefikia asilimia 85, wilaya ya Muheza inatarajiwa kufikisha asilimia 95. Amina Omar, Daily News Digital.